Ambapo katika juhudi za kuimarisha miundo msingi ya barabara katika kaunti ya Kwale, serikali ya kaunti hiyo imeendeleza ujenzi wa barabara za lami katika kaunti hiyo. Barabara za hivi punde kuwekwa lami ni barabara ya Kona Polisi hadi hospitali ya Msambweni pamoja na ile ya barabara ya Tiwi kwenda Vinuni, barabara ambazo zinatarajiwa kusaidia wakazi katika maeneo hayo na uchukuzi, hasa kwa wanaotafuta huduma za serikali na matibabu. barabara tumepatia umuhimu e, kwa sababu kulingana na ile hali ambayo ilikuwa kabla mkandarasi kuja hapa, ilikuwa hali mbaya sana, kuwa na mashimo na mara nyingi hata ajali za watu wa bodaboda na magari zilikuwa zinafanyika hapa kwa sababu ya hali mbaya ile barabara. Hii barabara inakwenda kufungua uchumi nakwenda kufungua hii sehemu ya chai mpaka Magozoni kwa sababu ilikuwa tu ni sehemu yenye msitu, uhalifu ulikuwa umekitiri. Lakini tunashukuru sana serikali ya ya mama gavana Achani, kwa sababu ya kutu consider sisi kama wakazi. Mradi wa hii barabara inatoka tu sokoni kuelekea Vinun. Hii barabara sasa, hii imekuwa mzuri, na nataka mama Achani azidi kuendelea hii barabara yetu iishe ili wakaaji wapatiwi pamoja na vinuni magozoni watu wawe na mradi mzuri magari sio na shida. Tureje hapa studioni ambapo napata tena nafasi ya kupumua kabla ya kuwajia na taarifa za michezo.